Well, huyu bwana ni Harmonize alikuwa anashangiliwa na mashabiki zake hapo. Well guys, hello everyone welcome back to my channel. Kama wewe ni mpya kwenye hii channel, basi si usisahau ku subscribe ku like and comment, na pia weka notification yako on ili usipitwe nikipost mambo kama haya mazuri, and uh, without wasting time let's get right into the video. Well nimewaleteni hii video hapa ya Harmonize akiwa zake jewelry, kaenda kufanya shopping ya dhahabu. Simnaona wahindi ndio e mwana wa Hindi zunguko na dhahabu dhahabu hapo. Yeah, so Harmonize bwana akaenda zake kuna dhahabu and mashabiki nje walijaa, yeah, tele wakati anaingia wamejaa wamemzunguka, and wakati wa kutoka pia walikuwa mpaka wanakimbiza gari yake. Okay, sasa nataka niwaonesheni hii video hapa, muiangalie mwanzo mpaka mwisho, siache kipengele hata kimoja, toka anaingia eh, toka alivyofika kwanza mpaka kaingia dukani eh, kalipa, katoka, watu wanamkimbilia mpaka nje. So guys enjoy this video. Huyo ndiyo Konde Boy mwenyewe kabisa eh? Handsome boy wa kima Konde naona mwili ulivyokuwa umejazia hapo eh. na hiyo ilikuwa mashine ya kuhesabia hela Sasa bwana, mimi sitaki kuongea sana, angalieni hii video vizuri, msikilizeni Konde Boy wasikilizeni, boy wasikilizeni mashabiki wa Konde Boy walivyokuwa excited kumwona

Hapo alikuwa anamwambia huyu mteja anayeongea naye ni mkubwa. Amikamuliza, uyu ni mkubwa yule? Kamwambia yani, ni mkubwa kushida hata wewe Harmonize. Yani huyo ni mteja wapo mkubwa wa hizo dhahabu hapo kushinda hata Harmonize. <laughs> <laughs> dunia iko spidi sana. Hii ni mashine inahesabu hela automatic Ukiweka tu, so as you see zero kwa ukiweka hivi eh, eh, inajisoma yenyewe pombo clat <laughs> yeah. kitoa hivi unaweka nyingine tu, natoa hii naweka hapa ilakinan lakinane kama na hii milioni milioni hii inajisoma milioni moja. So, nilikuwa na milioni mbili mfukoni, so nikazitoa baadhi ya pesa kasha malot mm-hmm. So, um. <laughs> Well, ya kufanya shopping. Unakumbuka, aliwaambia wa mashabiki wamsubiri, sasa ndo wanatoka <laughs>

Tumbo utumbo, umji unakuwa umji, unajengwa jamani. Mama najenga Tanzania kwanza. Eh, well, mmemuona hiyo e, ndio mashine ya kuhesabia hela, ni mzani huo. Kwa hiyo una detect hapo hela utakayoweka, ina detect bei gani. Well, na hao ndio mashabiki mmeona walivyojaa, kama wote wanataka wamuone Harmonize. Si mnaona jamani, Harmonize ana watu, and I wanna say this, msioni watu wamejaa burebure hapo, kwa sababu Harmonize ana, ana ule mchezo wa kugawa pesa, kwa hiyo hapo wanajua hapo hawezi wakakosa kitu, ndio maana mmeona wamejaa wengi. Simeona hapo walivyokuwa like a lot of people, yani wamejaa mpaka njia, yani wametengeneza mpaka foleni, watu hawapiti vizuri na magari yao, wanataka kumwona Harmonize. Wengine mpaka wanakimbilia gari, mnaona hapo eh? vijana wanakimbilia, wanamkimbilia hapo. Au msiona wanakimbia bure hapo <laughs> wana akili zao wanajua hapo e, hawezi kukosa kitu hapo. Anaweza hamna ka change mind akatoa pesa akawagaia, lakini nope, haikuwa hivyo ya yeah. Wamekimbia bure lakini yeah, wengine ni mashabiki wake wamekuwa excited kumuona. Yeah, wame wako wako happy kumwona msanii wow, wao alivyotoka akaenda kupata zake msosi mwenyewe ya yeah, maisha yanaenda kama kawaida and, na wewe mtazamaji wa hii video drop comment yako hapo chini ukizungumzia. okay, hapa unaonaje Harmonize na hawa mashabiki walokuwa wengi sana yeah. E, wako excited kumuona wako wamefurahi nakwambia. E, wanamkimbilia, mpaka gari inatembea still wanakimbia, wanataka kumuona pia. Kama ulikuwa huja subscribe kwenye hii channel, basi usisahau kusubscribe, like hii video, na hiyo comment yako i drop hapo chini, na wapendeni wote kwanza.